Baba wa marehemu alifika nyumbani kwangu majira ya saa nne ya usiku akanipa taarifa kwamba mtoto wake amepotea na ametata zaidi ya masaa matano lakini hajampata. Baada mimi nimshauri kwamba aende kutafuta lakini akipita masaa ishirini na nne basi aende kutoa taarifa polisi, lakini pia nikamshauri hata kama masaa hayo haijafika ni vizuri ukafika kituo cha polisi kwa sababu inawezekana labda amekuta na watu huko akapelekwa huko, ikawa ni rahisi kumpata. Kijana aliondoka, lakini pia hakurudi kunipa mrejesho uh, kwamba nini kiliendelea. Kwa awamu ya kwanza nilimuuliza kama, kama kirafiki, bwana, nimesikia kwa mzazi mwenzio kwamba mtoto ana, amepotea na ulikuwa unakaa naye hapa. Alichonijibu aliniambia kwamba yeye muda mwingine alikuwa anashinda naye kijiweni. Nilichofanya nikampigia bodaboda mwenzake kijiweni, akanambia huyo mtoto hatujamuona hapa kijiweni. Kwa hiyo nikaona tayari ameshandanganya. Kwa kweli, linatoa sikitisho kubwa sana, hasa kwa vijana siku hizi wanakurupuka, wakiwaza mambo mengi, labda ya kiutajiri au na ukatili wa kusema, kwa sababu mtoto labda anampa usumbufu wa kutunza, ndio maana labda wanafanya hivyo. Tumevunja sehemu ya choo Tumegundua kuna nyama nyingi sana. Hatujathibitisha kama ni za binadamu, lakini inawezekana kwa sababu kuna sehemu ya mbavu, kuna vidore na baadhi ya mifupa e. Mnamo tarehe ishirini na nane mwezi wa tatu mwaka ishirini na ishirini na tano alimchukua mtoto huyo kutoka kwa mama yake kwa lengo la kuja kumsalimia baba huyu na mtoto alikuwa waishi pamoja, mke wake walitengana, ambaye ni mzazi mwenzie. Lakini amedai kuwa mtuhumiwa alirudi nyumbani kwake tarehe kumi na mbili mwezi wa nne majira ya asubuhi na aligundua mtoto wake ambaye kwa sasa ni marehemu amepigwa shoti ya umeme akiwa ndani ya nyumba na kufariki dunia. Hayo ndio maelezo ambayo aliyatoa baada ya kuwa amehojiwa. Sasa baada ya kuelekea kwenye eneo la tukio e, lakini yeye anadai kwamba alipata hofu kwamba akitoa taarifa ya mtoto kupigwa na shoti ya umeme e, itakuwa tatizo kwake kwenda kama kumkatakata mtoto vipande vipande vidogo vidogo, na kuvudumbukiza chooni na kuflash kwenda kwenye shimo la choo. Lakini eneo la tukio, baada ya kuwa tumelikagua, tumegundua kwamba kweli mtoto huyo alikatwa vipande vipande na huyo baba yake ambaye amekiri tukio hilo kulifanya yeye mwenyewe, na kwamba baada ya kumkatakata ameflash. Lakini baada ya hapo akatoa taarifa ya uongo kituo cha polisi kwamba mtoto huyo amepotea. Bado tunaenda kumhoji kwa nini alifikia stage ya kumkatakata mtoto vipande.